Ndugu waandishi wa habari, taarifa inayowasilisha leo inahusu mafanikio katika utendaji kazi wa TAKUKURU mkoa wa Singida kwa kipindi cha Januari Machi 2025, ambapo jumla ya fedha shilingi milioni 41,897,428 ziliokolewa kutokana na ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo e, katika sekta nne ambayo ni sekta ya elimu mahakama Uh, pamoja na kufanya chambuzi za mfumo kama ifuatavyo. Ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Uh, kama mnavyofahamu katika kufuatilia miradi ya maendeleo TAKUKURU ina wajibu wa kuzuia vitendo vya rushwa uh, miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika mkoa wa Singida inasimamiwa na wadau mbalimbali ambapo sisi kama TAKUKURU tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba miradi hiyo inayotekelezwa inatekelezwa kwa ubora na kwamba thamani ya fedha inaonekana. Katika utekelezaji wa jukumu la TAKUKURU la kufuatilia miradi ya maendeleo eh, kwa kipindi cha Januari, Machi 2025, jumla ya miradi ya maendeleo 25 yenye thamani ya shilingi bilioni 19 milioni na 41,073,440 ilifuatiliwa katika sekta ya elimu na idara ya mahakama na mambo kadhaa yalibainika. Jambo la kwanza, milioni 25,441,422 na senti 2 zilikatwa kwa wazabuni kama kodi ya zuio katika miradi ya ujenzi wa shule ya sekondari Dr Salmin Minga Muhola na Kintinku Manyoni, lakini hazikuwasilishwa katika mamlaka ya mapato Tanzania. Shilingi milioni saba laki saba sitini na tano elfu na sita zililipwa kwa mzabuni bila kuleta vifaa katika shule ya sekondari Unyianga. Kiasi cha shilingi milioni tatu na laki tisa zililipwa kama ziada kwa mzabuni kwa kazi ya kusafirisha bidhaa za ujenzi kutoka Dar es Salaam kuja Singida. Hii ni katika mradi wa ujenzi wa shule ya amali Unyambwa. na shilingi laki sita zilipo kwa mzabuni ikiwa ni manunuzi, ya, manunuzi hewa ya matofali katika mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Kintingu. Ukijumlisha hapo, jumla yake ni shilingi milioni 41 kama nilivyoeleza hapo awali, milioni 41 897,428. Baada ya kufuatilia miradi hiyo kwa yale ambayo yamebainika, ofisi imeweza kurejesha fedha kiasi cha shilingi milioni 25,441,422 na senti 2 kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania kama kodi ya zuio. Pia imeweza kurejesha fedha shilingi milioni 7, laki 765 na, na 6 katika shule ya sekondari Unyambwa. Lakini tumeweza kurejesha fedha shilingi milioni 3, laki 9 alicholipwa mzabuni kwa kazi ya kusafirisha bidhaa za ujenzi kutoka Dar es Salaam kuja Singida, ambayo fedha hiyo ililipwa zaidi ya gharama halisi ambayo mzabuni alipaswa kulipwa lakini pia tumeweza kurejesha fedha kiasi cha shilingi laki sita kwenye akaunti ya shule ya sekondari Kintingu. Uchambuzi wa mfumo. Kulifanya uchambuzi wa mfumo wa matumizi ya fedha ruzuku na michango ya wanafunzi katika katika shule za sekondari mkoa wa Singida. Uchambuzi huu ulibaini matumizi mabaya ya fedha kiasi cha shilingi milioni mbili laki nane na moja elfu za michango ya wanafunzi iliyokusudiwa kununua vifaa vya tehama pamoja na karatasi katika shule ya Unyanga na Mikiu. Baada ya ufuatiliaji huo TAKUKURU iliweza kurejesha fedha kiasi hicho, shilingi milioni, iliweza kufanya kikao na wadau ili kuweka mikakati ya namna ya kurejesha fedha hizo ee, ambazo zilikuwa za michango ya wanafunzi. Kazi nyingine ambazo zimefanyika ni kazi za elimu kwa umma. Kutokana na kazi ya uelimishaji umma, TAKUKURU ina wajibu wa kuhakikisha kwamba wananchi wanaunga mkono mapambano dhidi ya rushwa, na kwa mantiki hiyo, jitihada za elimu kwa umma zimesaidia kuleta ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa wananchi. Lakini jambo lingine, wananchi wamehamasika sasa kutoa taarifa mbalimbali za vitendo vya rushwa, lakini tumeweza kuona kutokana na mpango wa elimu kwa umma ambao ofisi inafanya sasa hivi, kuna kupungua kwa malalamiko katika maeneo ya kata na vijiji kutekelezwa katika kipindi cha miezi mitatu kwa maana ya Januari Machi, katika kutekeleza programu ya TAKUKURU Rafiki, ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Singida imefanya vikao nane vya kusikiliza kero za wananchi katika kata nane na katika kata hizo tumeweza kuibua kero kubwa ishirini na saba na zikaweza kutatuliwa. Uchunguzi na mashtaka. Kwa kipindi cha Januari hadi Machi, ofisi imeweza kupokea malalamiko tisini na tisa ambapo malalamiko 48 yalihusu vitendo vya rushwa na malalamiko hamsini na moja hayakuhusu vitendo vya rushwa. Malalamiko yale 48 yalihusu vitendo vya rushwa, uchunguzi unaendelea katika hatua mbalimbali, na malalamiko hamsini na moja ambayo hayakuhusu vitendo vya rushwa malalamiko hayo yamefungwa, baada ya wananchi walioleta malalamiko kushauriwa namna bora ya kushughulikia malalamiko yao. Naombeni kuwasilisha. Asanteni sana.